Napendaga sana mamkwe, ndizi zako mana mm. za leo sijui kama zile za siku zote mm. mm. <laughs> hizi ndizi za mbea mana nice. Mami Haribu. Mambo oh, leo nataka niweke biringanya nyanya uh yenye -huh. ye mchuzi na mboga za majani mwanangu, anapendeza. Mchicha unasindikaga mwenyewe man? mbona tamu sana man, hizo za mbea hizo. Dada yangu, Mungu ni waajabu sana. Kumbe ni wewe. usimtumbulie macho yako mimi, mwangalie barazuri wewe, mtoka pabaya Kwa kwalijina kukagatini umepata Ulijua mpata yaani, ndo maisha pale. Umeamaliza aibu eh? aibu yako eh? niangalie usoni unavyoongea na mimi, niangalie usoni fukusi. Umenifukuza mimi pale, kiko wapi? Mwangalie mimacho unavyonikodolea. Unijui mimi wee eh? umenisahau mimi, sijakusahau lakini. Nakwambia neno ilo moja, hey, dunia hii, ulijua hutukutana na mimi tena eh? ulijua utukutana nai, mtumbulie mimacho. Mi nzuri we mtoka pabaya, mwangalie, unaona aibu? Kwa hiyo ulivyokuwa getini ukajiona umepata, yani ukajiona pale wendo umefika si. Muangalie, mwangalie, mwangalie unavyonikodolea mimacho, una haya? Uso haya wewe, ila langu hili moja, Mungu atalipa. Dada, nifungie vitu vyangu chingav Acha tu umoumo, mimi nitaenda kuweka vitu vingine umumo, hiyo inabaki, nitakuja kuongeza vitu kesho, maana chache ndizi zako t